Huyu hapa ni mbuji na mshititi wa lugha aushi na adhimu ya Kiswahili. Titi la mama ni tamu hata likiwa la mbwa. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kujisifia cha kwetu kilichokuwa bora kwa ubora wenyewe. Uh, leo katika mradi koma, mi nikuambie tu, karibu na ndio neno pekee la kiungwana, na kila mungwana pia anapenda kusikia likipenya neno hili karibu kwenye nte zake za masikio. Kwenye kipindi changu leo na wadada warembo sana wawili, alafu sijui imekuaje, tumejikuta wote kama tuna white oh <laughs> kuna, kuna <nuru> leo <laughs> <bora. laughs> dadangu, jina lako strong icon. Strong icon. Yes. unaonekana kama <laughs> <laughs> Lazima, okumai. Lazima okumai. Okay, dada. Ninaitwa Ashura Suleiman aa, Ashura unaweza kuniita daktari. Napendeza sana. Shukran. Wewe pia mpendeza. Asante sana. Bona <laughs> mm. Mwangalia sana. <laughs> Daktari, umesomea au umepewa? Mambo mengi mm. <laughs> <laughs> so, ndugu yangu bao <tis> miaka mitano mmoja mmemaliza mmefanya kazi mengineaoeaendkwanza mimi nikukaribisheni sana sana katika hii mradi koma, na tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukomboa maadili. Leo kuna kitu fulani nataka nnataka na jamii pia inayotuzunguka kwa nini wanawake wanapenda kutoa mimba sana? thank you. mm. wewe unaviona wanaume wa Tanzania wa sasa hivi hivyo? wa mm. mm. kwanza umegundua kama zamani watu walikuwa hawatoi mimba sana kama sasa hivi eh? Si unajua hilo. sasa hivi mimba zinatolewa ni kama vile tunakunywa juice mm. yaani, ni tunaenjoy kwa sababu wanaume wenyewe unawaona, zamani wanaume ndio tulikuwa tunawategemea, sasa hivi wanaume ndio wanatutegemea sisi No, hiyo yeah, sio tatizo yeah, tatizo ni kwamba yeah, mwanangu mimi mm, ajazaliwe na mkaka mmoja hivi wakovyo, baadaye tunaanza kusumbuana tunapelekana sijui wapi, kama Diamond naliopelekwa na Hamisa kwenye dawati mambo mambo gani? Yeah, yani mimba inayotakiwa kuwekwa kwenye tumbo ni mimba ya mbaba tu <laughs> Kijana <laughs> atafuta kwanza hela <laughs> ndo mimba yako ikae. Hizo mimba nyingine zote ambazo zavikaka vya ovyo ovyo, kama hujui kufanya kazi, mimba itatolewa tu, no matter the circumstances. Na kwa nini usizuie kabla hujaitoa? na uh, nataka nirudi kwako, kwa nini wanawake wanatoa mimba? na wewe ni daktari <laughs> je, ushawatoa wangapi? na <laughs> um, ni kwa nini usicheke? mi nadhani ni kutokujiamini. kwa nini unadhani? Na hakika una ni hakika, kuto kujiamini kwa sababu ukikaa ukafikiria hakuna sababu ya msingi inayompelekea mama kutoa mimba. Mungu akuepushe asije mwanamke ukamtoa mimba, inshallah. Mungu atuepushe <coughs> <Sha Allah. coughs> kweli kweli. mm. Umeelewa? <laughs> <coughs> <Kata, coughs> nataka nikuulize swali, hatugombani eh? mm. mm. maana ulishai kupitia kwenye maisha ambayo una au ulishai kuwa na rafiki ashapitia maisha ambayo anajuta kwa nini alizaliwa Unajua, Waafrika tuna ule upuuzi. I'm sorry, nasema upuuzi kwa mm. sababu tuna ule ujinga ambao eti mtoto analeta anaza kuja na baraka zake. Mtoto ni kiumbe, ni binadamu yule mm. ni binadamu, anakuja, anakuja kuanza maisha mm. so, anything happen, mtoto akiwa mdogo. Mimi sisemi kwa ubaya, lakini nina rafiki ambaye alikuwa na, ana mama ambaye alikuwa anamwachia mama yetu sisi amlee, sio? Nanielewa mm. Yule msichana sasa hivi ameenda kuwa wadada ambao sio wadangaji wada, so eti wa klasi wadangaji wa chini wa kurupu. Nakumbuka nilikutana naye Zanzibar, akaniomba elfu tano lakini, mtu ukimwangalia akiwa mkubwa unamjudge, unaona kama ah, huyu ameyataka ni ah, no inaanzia kutoka chini kini, mm-hmm. Unamleta mtoto kuna eh, kile kiumbe, wewe umesomea sayansi, unajua kinaanzaga kijusi kile, mm. kijusi cha miezi miwili bora ukimaliza kulikoni, unakuja kuki kuja kukileta huku duniani kinakuja kuteseka because of you, ati for the sake of, mtoto anakuja na baraka. Mtoto anakuja na baraka, hujasevu, hujui chochote, ufanye nini? mm. Come on, onea okay, watoto huruma sasa hivi ukiangalia kwa nini hawa wa, watu ambao wa- waku ngoja wosha mavio uh, wa, ma... wa, wa, wa, wa sijui hawa vibaka wanazidi, umalaya unazidi kwa sababu of single mothers. Ukimwangalia shoga yoyote da amelelewa na single mother ukimwangalia mdada wa, yoyote wa, lakini wamelelewa na, na na na, parents wote wawili na tamaa zikawapeleka wa sasa. no, hiyo, wo, hiyo hiyo ni another case mm -hmm, lakini most of the case ambazo mm -hmm. nimekata nisha kuaga mimi yani wanaita um, nilisho kuvolunteer kwenye soba fulani Kigamboni. mm. Ukiangalia mm. mosso wanasoba walikuwa wanakuelewa soba, wana soba, soba usi, mimi sio mimi mwenyewe teja mwenzao kwao naongea kishikaji. oh, <laughs> ah, okay. E, ukitaka ku, ku, ku, ku blend hata hata ukipelekwa pale Milembe mm. kuwa kama wao wote wote wale kama wanavyotaka umeona. okay. mm. so most people ambao wanaingia siku kwenye drug addicts tu nini nini, ufeliji wa wazazi na wazazi hao ni wakina nani? kina mama Jehova nisi Hmm. Kina mama bora ukiwahi, kwa wakati kikiwa kijusi. Nasemaje abortion. Kuna kuna ambao wanaofanya wenyewe wanataka hmm. Wanapenda wana, na wanajua kabisa wamepata mimba wanashindwa. Kuna utaratibu, kuna vitu. Na nini eh? Na mi nataka nitoe ushuhuda mmoja hmm. Mimi nilishawahi kuchoma kama unaona hichi, nilishawahi kuweka kidude cha kuzuia mimba. Hivi vidude ni vibaya sana, we ni shuhuda, si ndio? Hivi vidude vinaharibu mfumo wa, wa mwili wako it's like Yaani kama kisipokupenda hichi ki kama kisipokupenda. Kama kisipokupenda. Kinaitwa nini? Implanoni na hicho. Impla? Ongea ah, lugha ya ki, ya ki, kijiti. Ni, ni kijiti. Yes. Yes. Kijiti. Kijiti. Kijiti. Ni, kijiti. Yes. Kijiti. Kijiti Kiswahili lakini hey. Wajaribu kuzungumza kwa lugha ya ya ya, ya, <laughs> ya tiba. Na niwe mdau kabla rivome kwa implano ndo nini? Implano no. Una, unajua kitu ambacho cha msingi labda mimi nikizungumza <laughs> daktari ni. kwako kwa kwa kwa kwa kwa kabla sijarudi wakati anazungumza dada hapa strong haika. Yeah. Ndio. kwamba of course inawezekana lakini kwa, kwa nini nisijipange? Yaani kwa nini nisiamue e, nijipange ndio niamue, kama sijajipanga atanikuta haya ambayo tunayazungumza hapa you. Alafu sasa hivi kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavifanya, umefahamu vizuri bwana eh? Mm. E, kuna pia, alafu mwishoni unaishia mbili, kuna vitu vingi sana, kwa, kwa nini usi, usi? Mi nadhani mi nawe tuko ukurasa mmoja, kwamba kabla hatujafikia, naona kama unanikataa, lakini kama unakuja hivi umeona, kabla hatujafika huko, kwa sababu kutoa mimba, mimba peke yake, kama mimba ni matokeo, ni matokeo ya tendo, kwa lugha ya kitaalamu isiyokuwa rasmi au iliyokuwa rasmi, madhara yanayopatikana wakati mwanamke anafanya hivyo, anatoa mimba, madhara ni mengi sana. Kwa lugha ya kitaalamu kuna madhara ya aina, tunaweza tukayagawa katika aina tatu makundi matatu, matatu yeah. Kundi yeah. La kwanza yeah. Kuna uwezekano wa kupata yale madhara ya hapo kwa hapo mm. Yaani, short-term. Mm. Madhara ambayo ni short-term, ya hapo mm. kwa hapo mm -hmm. Kuna uvujaji wa damu kupitiliza yeah. yeah. Kuna kuperforate uterus kwa maana ya ku, kuharibu ku, mfuko wa kizazi yeah. na ambapo baadaye kwenye yale madhara ya muda mrefu sasa ukaja ukajuta na wamama wengi sana yes. Sasa hivi wanajuta kwa sababu ya kile kitendo kimoja tu ambacho kiliwahi kutokea kwenye maisha yake ambacho kumbe alikuwa na, na uwezo wa kukizuia mm kwamba kwa nini sizuie mimba kuliko kuja kutoa mimba ikishatokea? mm. na njia sasa hivi zipo ni nyingi, na ni bure kabisa Dada. na elimu zipo ni bure, zinatolewa mitaani. samani ngoja kwanza nimalizie okay. kuelezea hapo hapo. Tukija kwenye madhara ya muda mrefu ndo kama hayo, kuna baadhi ya watu wanapelekewa kupata ugumba, kuna madhara ya kisaikolojia, mtu anakuwa kwenye depression, stress, kuna madhara ya kukataliwa na jamii, kutengwa na familia, vitu vinakuwa ni vingi, lakini pia kuna dhambi jamani. Kuna, kuna watu ambao familia zao zimejitenga nao kwa sababu, kwa sababu wamefanya abortion. Oh uh, really? Yeah. Sasa mimi watu wa ni si fanya tu mwenyewe ukae kimya. Alafu ukaushe. Kuna madhara ya, ambayo yatakufanya yeah. Mimi kama mzazi wako nigundue ulichokifanya. Na inategemea unakana sasa, nani? Sasa kuna, kuna inategemea huo utoaji wa mimba umefanyika kwa njia gani? Salama za kitabibu au mtaani? Kwa sababu kuna waganga, kuna watu ambao labda wanashauri uzoefu una, kwa mfano una, samahani yeah. Kuna watu ambao anaweza akwambia mm -hmm. shoga yangu na 1 2 3 4 mm -hmm. akakupa kama daktari hivi, fanya hivi na hivi, fanya hivi kuta, mimi. Ah, ah, majani ya chai. si useme tu kuna mola, kuna mambo, kuna siku mimi mtu kama majani ya chai, kumbe alikuwa na kijuice cha miezi minne <laughs> Sasa kuna kesi nyingi ambazo hata hospitalini tunazipokea, mtu ameshauriwa majani ya, ah, majani ya chai, ilitoka mimba ya miezi minne, ilitoa majani ya chai, yes lakini hatusemi ili watu wafanya hivyo hapana. Ilitoa, inatoa yani kabisa tena, yani kilitoka kijusi kabisa, kitoto. Sitaki kukumbuka ile scenario but kilitoka kijusi. Wanawake jamani, ah kwa tena, wewe tena, sababu kuna, kuna stage ambayo mi mwenyewe nasema kuto, kufanya abortion, lakini sio stage ambayo ya mtoto ameshajitunga. Stage gani? Mm. No. ambayo ni salama mwezi miwili mmoja lakini mtu anaenda kusubiri mpaka miezi minne mitano for the sake Kwa nini utoe? Mimi mada yangu leo hapa ni kwa nini utoe? Kwa nini utoe? Yaani kwa nini unatoa? Unaona Diamond mwenyewe akiomba wa kodi anakimbia, sembusu mpelekee mtoto baba, na ule ana hela na juzi katupostia na milioni tisa kwenye akaunti, eh? Yule ana hela mwenyewe anazunguka, anazungusha, kamzungusha dada watu mpaka sasa hivi ameenda kuolewa na kucheza mpira. Wewe unayaweza? Sasa mimi naomba nimuulize dada hmm, strong zamani. hapa hmm. kwamba kabla hiyo mimba haijaingia hukujua kama huyu bwana ana pesa au hana. Na kwa nini mwanaume ukamdani kama wewe hauko tayari kule watoto na shida iko kwa hawa vijana hawa. Hawa <laughs> vijana hawa. Mm. Wewe kwani jamani, kuna kitu kinaitwa come outside. Mm. Kuja nje. Mm. Wewe umke pepe yeah, tamaa zako na kushikilia una lugha. Kuna eh, unataka kuongea mbona, tukiangalia zile video wanafanya hivyo? Sasa video tofauti kuna Ukishangalia video kama kuna director kuna, kaka, kuna cameraman kuna, kuna then act like that, kwa sababu mi najua kabisa na uhakika nyie mnajijua. Sasa wewe sasa mimi ni mwanafunzi wewe ni umekubuhuka kaka, wewe ni mtu mzima na mke, kesho ndio nasema, sasa mimi ni mwanafunzi eh, eh, kwenye hilo jambo eh, eh. Ah, kwenye hili jambo sio mwanafunzi, sioni kama kuna mwanafunzi hapo. Nazungumzia <laughs> hivi eh, hiyo kama outside unaizungumza inawezekana mwa wa, watu wakawa wanafunzi kama mimi na wakashindwa kufanya. There is nothing like that kama unaweza kusimamisha basi, unaweza pia ukapata akili ya kusimamisha pale wakati unapojua kabisa, unakuja, unaelewa? hmm. yeah. yeah. Kwa hiyo, yani, mimi sionagi sababu ya mtu kuja kukaa. Tusiblemiane tu, wanawake wanatoa mimba, wanatoa mimba, nyie na nyie discipline hamna Unakuta mtu amezaa wa watoto saba. Sasa hebu ngoja nikwambia, naomba nikwambia kidogo, daktari mm, wangu eh. mm. Naomba tu niongee kitu vizuri I um. have a scenario. kuna likaka nilidate, Mungu tu alilaze mahali pema peponi <laughs> nasema mm -hmm. Naomba ya mwisho nimalizie mm. ilo likaka nilikaa nalo, sitaka nisahau mm. Usimwite mbwa tu manake, wanawake. Mimi sisikii raha kama mwanaume mwenzangu anaitwa mbwamamnyaisamie wanaume wenzangu, na kwenye kikao cha mwisho tulikubaliana hivyo. Eh, lakini wanaume si mbwa wao, nasema kwa sababu vyura ya hasira, lakini hatuna umbwa huo, yani bahati ni mbaya zaidi yani na mbwa nasemaje? <laughs> mbwa very special more than men, yaani nyie, nyie wanaume, hata mkitoa wa mbwa tunaheshimu, ni viura, maana mimi sioni sababu la, kila kitu tunakompleniwa sisi wakati tulikuwa watu wawili kitandani, chura adili na chura anadili na chura mwenzie lakini mimi lakini mbona kama kaga bora tukana. Samani niingilie hapo <laughs> kidogo. Mimi nadhani kwa sababu tuko kwa lengo la kuelimisha zaidi. Ya, mimi sikumalizia. Mm -hmm. So, lengo yeah, la kuelimisha jamii lakini pia lazima tuwe na utandao wazi. Wabongo tunapendaga uongo uongo. Tunapenda hivi. Tukiwa chumbani haya ndio tunayaongea. Mm -hmm. Na nayaongea mimi. Mm -hmm. Umenisikia? Mimi nishakuwa na mwanaume anafanya kazi huko anafanya kazi huko tunachenga mpaka tukanuaga na kiwanja kibaa mshesa alintapeli yule, Mungu amlaze mahali pema. <laughs> Yule kaka nilikuja kugundua. Alikufa, alikufa. Yupo mwanzo Mungu, Mungu kwenye maisha ah, yangu okay. nimeshamzika muda mrefu sana yes. Allahumma ghfir lahu warhamhu ya ibada bishatwan yes, sivyo hivyo, afili mbali. Yule mkaka tulikaa naye miaka mitatu, nikaja kuambiwa na mtu tena club kwamba huyu kaka ana mwanamke, lakini sio mwanamke tu, mwanamke wake mbaya, alikuwa na kifafa, anataka sijui Iringa kujifungua mm. mimba kifafa, sio ndo anaweza kudetigi watu na ana wanawake wengine watatu ambao amezaa nao. So mimi nitakuwa watano. Kuna huyu afu kuna watatu afu kuna mimi. Na hakuwahi kuniambia very sickly. Na mtu unakaa naye mna malengo naye na nini na nini. Umeona? Vitu kama hivi. Mtu mitatu. Mibeba, mitatu. Mimi ni mtu niko busy nimeajiriwa 24 hours. So it's not not 24 hours, 12 hours a day. So siendi kukaa tindu nirudi, naweza kuja kuangalia simu ya mtu au maisha ya mtu no. Lakini mnalala wote mnaamka wote. Tunakaa wote mnalala wote. Saa nyingine mimi naenda nakaa kwangu. I was, I was having my own house, alikuwa oh, okay, nyumbani. Okay. Lakini pia we were too close kwamba siwezi hata kusuggest. Kwa hiyo kitu kama hicho umeshika mimba mimba ya mtu kama huyo umeona? Unaona kabisa kuna drama huko ana drama za wanawake huko kule kule kule. From my own perspective, hell no. I would, okay, rather do a bosh. Kwanza pole sana na namna gani? Dada una cha kujazia hapo kabla sija sijajaribu kumpa pole. Strong na maneno mengi <laughs> mpaka point zinakata. Anaongea vitu strong kweli kama jina lake okay, and una, una una lakini mimi nadhani ni ni baki tu pale pale kwenye msimamo. Sipendi msi udhani wanapenda iwe eh, kweli iwe kweli yeah, na ninawaasa yeah. Vijana hasa yeah. Mabinti wadogo yeah. Wana maisha mengi marefu ya kuishi yeah. Kwa sababu pamoja na madhara ya kutoa hizo mimba kuna kifo pia okay. yeah. hey, mabinti wengi wamepoteza mm. maisha yao yeah. Kutokana na hicho kitu basi, mm-hmm. tustiki hapa katika hizi njia salama za kuzuia yeah. Kama tumeshindwa exactly. kuwacha kusubiri muda sahihi, basi tuzuie tuzuhia, tusitoe Um... tusijadili tu, tu, sana huko kwa sababu tukienda <laughs> sana huko inawezekana tukawa ikawa vitu vya watu vingilia, na tumeviingilia, na ukiingilia vitu vya watu inakuwa ile picha that nzuri huyu yeah, mm -hmm. Hapa ni mbuji na mshititi wa lugha ushi na adhimu ya Kiswahili, mwite Salim Mwanangwa wa Ahmad. Kumradhi sana ni joke tu hii hapa kwa mheshimiwa Weso, mradi wa maji umekwenda na maji mpaka <laughs> wiki ijayo. Asante sana. <laughs>